Kwa majina naitwa Sophia Yaha Hassan, ni mwalimu shule ya Fountain Gate Primary Dodoma tawi la Mlimwasi. Mimi ni mwalimu ambaye nimepewa dhamana ya kuwasindikiza watoto Dubai. Na Dubai tour ni tour maalum iliyoandaliwa na shule. Tumekuwa tukifanya tour nyingi lakini this time tumeamua kwenda nchi katika bara la Asia lakini katika nchi ya Dubai. Kiukweli nafurahi sana. Nimefurahi sana najumuika na wazazi. Maandalizi yote tumefanya na wazazi mpaka tumefikia hapa na safari yetu inaanza saa nane dakika kumi na ni safari inayoelekea Dar es Salaam, tutapumzika Dar es Salaam kidogo usiku mzima mpaka kesho, na kesho Mwenyezi Mungu akijalia, saa tisa tutaanza safari kuelekea nchini Dubai. Kwa majina naitwa Ibrahim Adam, natokea shule ya Fountain Gate na nipo darasa la sita. Nashukuru tunashukuru shule yetu kwa kutupeleka tour ya Dubai. Na naifurahia sana kwenda kutu kuitembelea Kutembe, tu ya Dubai kwa sababu inaweza maisha, maisha inaweza isitokee tena kwa sababu hamna muda utakuwa na familia zako. Kwa hiyo nawashukuru walimu na shule walim kwa ujumla kwa kutupeleka tu ya Dubai. Nimefurahi sana kwa sababu kwa sababu tunaenda kupanda ndege ndege kubwa alafu tunaenda kutembelea majengo mengine ya Dubai majengo marefu duniani Nilifurahi sana furahi sana nika, nikamshawishi nika sana mama, nika, nikaenda kwa nikaenda kumwambia baba baba ndo akakubali aka akanilipia aka alivyonilipia na akaanza kununulia nguo nikawa na furaha sana, tenda kujifunza vitu mbalimbali, kwa mfano vitu vya kimasomo Duvye, science, na vingine vingine. Kwa majina naitwa Mantumo Aliomari, na nipo katika shule ya Fountain Gate School. Leo safari yangu imekuwa nzuri sana kutoka shule mpaka hapa nilipo. Shuleni nilikuwa nikitamani sana kwenda Dubai, lakini nimepata chance leo. Kwa hiyo nimekuwa nimekuwa nikitamani sana kwenda Dubai. Najisikia vizuri kujua kwamba ninaenda Dubai na pia ninaenda nje ya nchi. Kwao nitajifunza mengi sana. E, ambayo mnaniangalia sasa hivi, tegemeeni kwamba naweza nikaja na habari ambazo zitakuja kuwashtua sana, na pia naweza nikawa nimejua mengi sana kuhusu Dubai, na pia nitakuja kuwafundisha vitu vipi ambavyo nitajifunza. Kwa hiyo kaendi tayari.